Mjambo, karibu sana katika Swahili channel. Daktari Wilson Tayo hapa, leo nataka kufundisha namna ya kutumia product, oh, product ambayo inaitwa fanya vile ninavyosema, kwa kizungu do as I say. Sasa hiyo product ina mambo mengi sana ambayo inaweza fanya ye, inategemea uh, ile kitu unataka kutatua nayo ama ile kazi unataka kuifanyia, ndio inategemea ile vitu vifaa ambavyo itakusanya kutengeneza hiyo product ambayo ninasema, ambayo inaitwa fanya vile nimesema kwa Kizungu tu as I say. Sasa -sa -sa, leo nitaenda kuongea na nyinyi, niwapatie bidhaa ambavyo unaweza kutengenezea hiyo uh, product, lakini yenye inaweza kufanya kazi zote unaweza ukaiamrisha ukaitumia kuamrisha kila kitu, kila maeneo, iwe ni mambo ya magonjwa, iwe ni mambo ya kesi kotini, iwe ni mambo ya kurudisha hela, mambo ya kuibiwa, mambo ya madeni, mambo ya matatizo ya jamii, uhusiano kindoa, na mambo ya yafuatayo ya kila aina, ambao ni matatizo ya kawaida ya wanadamu, mambo ya kukosa kazi, kusafiri, kuwa na matatizo na ng'ambo huko, makaratasi hauna, basi hii product ni mzuri na ndio unaona unapoitisha hii product, nitakwambia hela za kutengeneza za kutuma, kwa sababu hizi vitu nataka kukutajia si vitu vinapatikana rahisi, lakini ukivipata na tuweze kuvitengeneza, mtu wa Mungu, utakuwa umepona katika maeneo mengi. Sasa hizo bidhaa tu ndio nitakutajia, hiyo bidhaa nitakutajia ya kwanza tunaita Ghana soap. Tunaposema Ghana soap maana yake ni kwamba utatengeneza hiyo sabuni lakini lazima iwe na ardhi inayotokana na Ghana, katika nchi ya Ghana West Africa generally utaipata hiyo ardhi. Kuna udongo fulani ama mawe fulani ambayo inapatikana pale, inapigwa pigwa, inatengenezwa kama pauda, inachanganywa sasa na mimea fulani ambayo inapatikana West Africa inatoka hii sabuni ambayo tunaita ganasop. Alafu kichwa cha kamelion. Kamelion kwa Kiswahili sijui huo mdudu anaitwaje? Huu mdudu anatembeanga polepole polepole pole. Alafu anajibadilisha kulingana na kala, akiwa kwa, kwa green anabadilika. Sasa kwa kizungu tunamwita kamelion, hasa kichwa chake ndio unatakana upate, eh? inaitwa kinyonga, inaitwa kinyonga, inaitwa kinyonga. Sasa kichwa cha kinyonga ndio utahitaji. Jambo la tatu kuna majani ama nyasi ambayo inaitwa stony stony breaker leaves. Stony breaker leaves ni nyasi ambazo ziko common sana, zinapatikana maeneo mengi, itabidi uwe nayo, alafu na bitakola ambazo zimekauka, bitakola ambazo zimekauka, alafu na kichwa cha vulture. sasa hii ndege ni tai kwa Kiswahili vocha kichwa chake ndio unahitaji uwe nacho, alafu majivu ambayo yamepika yakabaki, ile umepikia chakula ile e, kuni, alafu yale majivu yake. Alafu sasa utafute majani ya miujiza ambao wengi sasa hapa mnazijua majani ya miujiza. Hizi vifaa nimekutajia, tukitengeneza product tunaweza kutengeneza sabuni tunaweza kutengeneza mafuta au tutengeneze mafuta ya kutengeneza msumaa. Kwa hizo vitu tatu tunaweza kutoa ndani. Hii product inaitwa fanya vile, nasema mtu atafanya vile unavyotaka, hali utaiweka chini ya mamlaka yako. Inasaidia watu kukusikiza na kufanya vile umesema. Sasa hii ndio kazi ya hii hata mtu anaweza kuwa hataki kukufuata na kukusikiliza, lakini kwa sababu ya hii inabidi akusikilize na kufuate. Sasa mnaweza tumia hii mbinu mkapata, lakini sasa hizi vitu kuzipata ni ngumu sana. Kwenu mkitaka kufanikiwa na mnataka kugharamika ili mbadilishe maisha, unaweza niongelesha ni kwa WhatsApp, alafu tuone vile tutajadiliana. Nitakupatia bei ya hizi vitu, alafu tutaenda nunuliwe, alafu nikutengenezee hiyo product, unilipe pesa yangu, alafu nikutumie. Nikisha kutumia na wewe nikueleze vile unaenda kuitumia. Mwanangu, utakuwa kila wakati unanitumia shukurani, kwa sababu maisha yako itabadilika mia kwa mia. Asante kwa kunisikiza, Mungu akubariki. Tukutana wewe katika hiyo video itakayokuja.